Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza shinikizo kwa kundi la Hamas kukubali masharti ya mpango wa amani wenye vipengele ishirini ili kusitisha mapigano ukanda wa Gaza. Trump ametishia kuwa baada ya muda huo kupita moto na masaibu mazito yatalifika kundi hilo la Hamas. Kwa upande wa Hamas bado wanaendelea kuyapitia mapendekezo hayo kwa makini na haijafahamika kuwa ni lini kundi hilo litatoa majibu kamili kukubali ama kukataa mpango huo. Hata hivyo mpango huo umekosolewa na viongozi wa kimataifa, wataalamu wa haki za binadamu na baadhi ya serikali. Wakati huo huo, viongozi wa mataifa ya Kiislamu na Kiarabu wamepinga mabadiliko yaliyofanywa katika rasimu ya mpango huo wa amani. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistani Ishak Dar ameliambia gazeti la Dawn kwamba rasimu iliyochapishwa na Marekani imepotosha mpango awali uliowasilishwa kwa viongozi wa Kiarabu na Kiislamu katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, na kusisitiza kuwa kuna mabadiliko yamefanyika na kwamba ana ushahidi wa kumbukumbu za toleo la mwanzo la mkataba huo. Daa ameongeza kusema kuwa sehemu yenye utata zaidi ni pendekezo la kunda bodi ya amani ambayo Trump na aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair ndio viongozi wa bodi hiyo. Wakosoaji wamesema mpango huo wa amani hauonyeshi wahusika wengine wa bodi hiyo, muda wa mpito na malengo ya mwisho ni yapi. Kundi la wataalam ishirini na nane wa Umoja wa Mataifa, akiwemo Francisca Albanis, mwandishi maalum wa masuala ya Palestina, walitoa tahadhari kali kabla ya Trump kutuma ujumbe wake kwenye Truth Social. Walisema Marekani haiwezi kuwa msuluhishi huru kutokana na uungwaji mkono wake Israel. Licha ya ukosoaji huo, Trump ameendelea kusisitiza kwamba atalazimisha suluhisho, amani mashariki ya kati itapatikana kwa njia yoyote ile.